E, bwana, mambo vipi? mambo ni yaje? Of course ni time nyingine tena ambayo tunakuwa tunasogezeana habari mbalimbali eh, kwa ajili ya kuendelea kuhabarika na eh, kueza kuimarika zaidi. Sasa sheria inasema usiporicha timu unashushwa daraja. Hii inakuja mara baada ya timu ya Simba na Yanga eh, kutofanyika au kutochezeka katika hiyo dabi ambayo ilipangwa kufanya tarehe nane mwezi wa tatu sasa mkurugenzi bana wa kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji na wanachama erui, uh, Peter Mvera anasema iwapo ebana, bana sheria itasimamiwa ipasavyo, basi uh, itabainika ita imesababisha mechi hii ya dabi kutochezwa anapaswa kushushwa daraja. Mvera ameamua ame, amesema hii ndiyo nafasi ya mamlaka ya mpira kuonyesha msimamo wake wa kutoa fundisho juu ya usimamizi wa kanuni ili kuepuka tuhuma za kuonekana kuwa chombo hicho hakina nguvu dhidi ya Simba na Yanga. Kiongozi huyo wa zamani ameyasema hayo, ingawa Simba nao wanahoja lakini hawapasi kugomea mchezo, kwani kutofanya mazoezi kwa siku moja haipasi kuwa sababu ya kurithi, kuathiri mchezo unaohusika. Ameongeza kuwa masuala yanayoweza kusababisha mechi kutocheza ni majanga makubwa e, kama masuala ya kiusalama e, au masuala ya hali ya hewa. Mvera amesema FIFA wanapinga timu kugomea ratiba, hivyo iwapo Simba watagomea mechi ya leo wanapasa ku, ku, ku, kukumbana na rungu zito, ili iwe fundisho kwa klabu zingine. Maoni yako ni yapi kuhusiana na timu ya Simba na Yanga kugomea mechi? That day ulikuwa wapi unaipokea taarifa ile pale eh, siku ya mechi ya Simba na Yanga inaweza kuahirishwa.